Tuje kwenye maisha yako ya uhalisia, wewe ni mtu aina gani kiukweli? Naweza nikasema mi ni mtu wa Mungu, mbele nina imani kuliko kitu chochote. sina mm, sina, sina ninachoamini kwamba ni tatizo kwenye maisha yangu mm, kwa sababu naamini kama nimeumbwa, na kama nimeumbwa, basi yule aliyeniumba mm, ana alilolikusudia kwa okay. Kila ninavyoishi mi kwenye maisha yangu ni kama kila siku kila pumzi yangu mi kwangu ni zawadi kwa okay. Hiyo kiukweli, mi ni hivyo sana sana, na hata ndo maana pia ni ngumu kuniona sehemu nyingi mi ni okay. mtu ambaye napenda kuzungumza vitu ambavyo ni halisi mm. kwamba nikikaa naona hivi kweli jamii yetu imefika wapi, naenda wapi mm. lau vijana wamefika wapi, wanaenda wapi wanaimani kiasi gani? Unafika tu unagundua ndio hii imani imekuwa kama hadithi yani. mm. Mtu akimzungumzia Mungu inakuwa kama ni kipindi fulani cha story mm. ila humuoni Mungu kwenye mm. maisha, maisha, maisha yake ya kwa kifupi, bwana mimi ni mtu wa imani sana. Tuzungumze imani, tuzungumze maendeleo, uhalisia. mm. spendi kuwa kwenye dunia ambayo sio yako sio yangu, yani kujisifia mm. kitu ambacho sina. yes. Kujidanganya kwamba kesho haitofika kwa sababu mm. naona watu wengi wanajidanganya, wanaishi katika hali ya kuonyesha watu wamefanikiwa leo, kumbe hao wanaiua kesho yao mm. so tusidanganyane, yani miaka sabini itakufikia kama unaposhtuka sasa hivi eh 33 eh mara 80 unasema eh. time flies eh. lakini it's not only time flies but mm. you are the Pilot of your time. Okay, so ukiamua kwamba sijidanganyi nataka kujiona 7 years mm -hmm. nimefika hapa manake it starts now mm -hmm. so leo hii mimi naona watu wanalalamika oh, maadili yameharibika, o oh, jamii sijui imekwaja, lakini leo hii ni kama vile wewe oh, umeshika shati nyeupe mm -hmm. afu unaitia kwenye matope mwenyewe afu unauliza hivi, <laughs> nani anachafua shati yangu? <laughs> <laughs> yaani <anachafua shati yangu>, <laughs> <Exactly. Mwana>, <laughs> politics imekuwa nyingi sana mm -hmm. biashara imekuwa nyingi sana wito mm -hmm. Amekuwa mchache, ndio maana hata ukiangalia unasema, tuna vyombo vingi sana vinakemea swala la watoto kuharibika kimaadili mm -hmm. Lakini bado rete ya watoto kuharibika kimaadili